Msanii Diamond Platinum siku leo amevunja rekodi lakini pia ameweza kufanya kufuru kubwa aa, nyumbani kwake, namna ambavyo ameandaa sherehe yake ya ndoa. Kila mtu anasema wao, kila mtu anajiuliza, jamani, hili swala mbona kama vile Diamond amelivalia njuga hivi? Lakini kuna namna fulani hivi baadhi ya mashabiki wameweza kuona kwa jicho la tatu kwamba Diamond ameona aa, tayari Harmonize pamoja na Kajala wanaanza kuzungumziwa mitandaoni. Sasa yeye akaona aje na lip. Akaona aje na swala lake zima la sherehe yake ya ndoa. Hao watu wawili waliwahi kuzungumza wazi na kudai kwamba ndoa yao ilifungwa ya mkeka, lakini sherehe ambayo watakuja kuifanya uh, ni sherehe uh, kubwa, ni sherehe ambayo itakuwa ya kihistoria hapa nchini Tanzania. Kama ambavyo tunafahamu, Harmonize na Kajala siku ya juzi waliweza kuvishana pete ya uchumba, alafu baadaye wakaahidi wataweza kufunga ndoa. Sasa, Diamond na Zuchu, ni kama vile wameona hawa watu wameanza kutrend mitandaoni basi wakataka na wao, wa a, wazi, a, na wao waanze kuzungumziwa mitandaoni. Tunafahamu kuna kuwaga na bato fulani hivi, unaweza kuona hawa wasanii wa hapa nchini Tanzania wanakuwaga na mashindano fulani. Kama una mpenzi wako unam, umefanya naye kitu kitu alafu kika trend sana mitandaoni, kuna wengine huko wataibuka na wapenzi wao wataanza kufanya hicho hicho kitu. Sasa unaweza kuona kuona Diamond partner baada ya kuona, yeye hazungumziwi sana mitandaoni mitandaona na Jala, wameweza kuliteka soko la couple, best couple, uh, of the year, uh, basi tayari na wao pia wakaona wafanye kitu ile mradi tu kuweza kuzungumziwa, uh, kama ambavyo wao wameweza kuzungumziwa. Diamond ameweza kufanya maandalizi ya sherehe kubwa hapo nyumbani kwake akiwa anadai ni maandalizi ya sherehe yake ya ndoa kwa sababu tunafahamu yeye na mke wake walifunga tu ndoa ya mkeka lakini hawakuweza kufanya sherehe yote yeye pamoja na mke wake. Jambo hilo ae, limepelekea mashabiki wengi sana ae, waweze kumsifia Diamond kwa namna ambavyo ameweza kutumia akili zake za kuzaliwa, ae, basi kumtoa msanii Harmonize katika game au kumtoa msanii Harmonize katika lile swala zima la kuzungumziwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi ukipita kona hii ya Instagram ni Harmonize na Kajala, ukipita kona hii ni Harmonize na Kajala. Sasa Diamond na Zuchu wakaona wafanye kitu gani? Japokuwa hii sherehe kweli walikuwa na malengo makubwa, walikuwa na malengo ya kufanya sherehe eh, lakini sizani eh, kama ilikuwa ni haraka hivi, na wao pia wakaona wafanye hii sherehe. Wameandaa maandalizi makubwa sana eh, na wameweza eh, kukodi ukumbi mzuri na wameupamba vizuri, ikiwa wanaonesha wazi kwamba muda wowote, eh, saa yoyote, eh, kuanzia sasa hivi sherehe hiyo itakwenda kuanza, na tutamuona eh, Diamond pamoja na Zuchu ni kwa namna gani wameweza kuipania hiyo sherehe, lakini pia familia zimeungana tumewaona Mama Dangote pamoja na mama yake Zuchu Hadija Kopa, wa wameweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kusherekea katika hiyo sherehe pamoja na vipenzi vyao Diamond pamoja na msanii Zuchu. Kila shabiki anatamani muda huo ufike uh, kumuona Zuchu atakuwa amependezaje, uh, Diamond atakuwa amevaaje, uh, kwa sababu tunafahamu wazi hawa watu katika swala zima la mavazi uh, huaga wanajijulia sana. Diamond hajawahi kuharibu lakini pia Zuchu vile vile hajawahi kuharibu hata kidogo. Uh, hili ni swala kubwa sana ambalo Diamond ameamua uh, kumfanyia Zuchu uh, kabla mwaka haujaisha lakini pia ameamua kuonesha uh, ni kwa namna gani ana mapenzi ya zati sana kwa mwanamke wake Zuchu. Watu wengi wa amenizungumza maneno mitandaoni. Oh, Diamond hampendi Zuchu ndio maana kafunga naye ndoa ya siri. Uh, Diamond vile, Diamond hivi, lakini ukweli ni kwamba hao watu wanapendana jamani. Hao watu wana mapenzi ya dhati. Hebu tuwaache. Kila mtu ana namna yake ya kumcontrol mwanamke wake. Kila mtu ana namna yake ya kuishi na mpenzi wake. Sasa kama Diamond kaamua kufunga ndoa ya siri alafu sasa hivi amekuja kufanya sherehe. Mbona hicho ni kitu cha kawaida? Uh, kuliko angefunga ndoa siku ile alafu angefanya sherehe siku hiyo hiyo. Yeye uh, Kutaka kufanya hivyo ametaka baadaye aweze kufanya sherehe, na kama ambavyo tunafahamu, hawa ni mastaa wakubwa, wana uwezo wa kufanya kitu chochote kwa muda wowote, kwa sababu wana pesa, kwa sababu uh, wana mkwanja ambao tunaweza kusema sasa hivi Diamond aseme, uh, anaweza akaandaa sherehe kubwa hapa hata ya mamilioni ya pesa, na akaandaa kwa sababu tu uh, Diamond Platinum ana pesa na anajiweza na anajua nini ambacho anakifanya katika game ya muziki na ni kitu gani ambacho anakipata katika sanaa hii ya muziki lakini pia vile vile Zuchu na yeye pia e, uvumilivu wake, tunaweza kusema, e, umeweza kumlipa kwa asilimia kubwa sana na ndipo tunaamini ule msemo wa mvumilivu kweli hula mbivu. Zuchu kwa sasa hivi anakula mbivu zake, wala hana shida na mtu anamenya unapenda kama msanii Zuchu. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.